Mpango wa kuwawezesha wakulima zaidi ya laki tatu kupata ruzuku ya mashine za kutumia katika mashamba yao kupitia ushirikiano baina ya serikali za kaunti na kampuni za vifaa na zile za uundaji trekta umezinduliwa. Mkurugenzi wa shughuli katika benki ya Absa, Elizabeth Wasunna Ochwa, amesema kupitia mpango huo, wenye mashamba kwenye ardhi ya ekari 150,000 wataanza kutumia mashine katika shughuli zao kwenye hatua itakayobuni nafasi elfu tatu za ajira. Kwa haya na mengine Tizame yaliyomo katika biashara. Ubia baina ya kampuni za Hello Tractor na John Deere, benki za Absa na serikali za kaunti umeafikiwa kwa lengo la kufadhili ununuzi wa trekta na vifaa vya kutumiwa na wakulima humu nchini. Wakulima hao wataweza kulipia vifaa hivyo huku wakiendelea kuvitumia. Kupitia mpango huo nafasi ya elfu tatu za ajira zitabuniwa huku zaidi ya wakulima elfu mia tatu wakifaidika.

Kwingineko, visima vitano vya maji vimekarabatiwa katika kaunti ya Laikipia katika hatua inayotoa funza kwa wakulima kushiriki katika uzalishaji chakula wakati wowote wa, wa mwaka. Katibu katika idara ya unyunyizaji maji mashamba Elvas Kimodha amesema mradi huu unaotekelezwa na halmashauri ya kitaifa ya unyunyizaji maji mashamba pia utashuhudia kuimarishwa kwa kingo za visima hivyo ili viweze kuhifadhi maji wakati wa kiangazi.

Mwishowe, kampuni ya bima ya Jubilee imeandikisha faida ya shilingi milioni 910 baada ya ushuru ambao ni ongezeko marudufu la faida ya shilingi milioni 438 iliyonakiliwa mwaka uliotangulia. Afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo Njeri Njomo amesema kampuni hiyo imekumbatia matumizi ya teknolojia ya akili mnemba katika shughuli zake, hatua ambayo imeimarisha huduma na kuboresha mahusiano baina ya wahudumu wa afya na wateja. Felix Kiudarubini.